Kwamba tujifunze na tujiequip ili tunapokuja mahakamani tuwe na ushahidi unaojibu makosa ya kifedha. That's very, very important. Kwamba hilo kosa tunalo, tunalo ushahidi tunaokusanya na hilo kosa aloletwa nalo kama ni money laundering, basi ushahidi tutakaokusanya huo ambao ni technical au wa teknolojia ukija mahakamani kwa maana ya kwamba uwe mzuri uwe umewekwa na umelenga vizuri, usije tu wajujuu, kwa sababu inaweza ukaja wa maswala ya fedha ghafla, ukaja kumbe umekusanya ushahidi wa kwamba tukamchaji na wizi wa kawaida. Kwa hiyo tuende, narudia tena, ushahidi unaojibu makosa ya kifedha tunayo yazungumzia hapa leo. I cannot emphasize on that, ili kuisaidia sasa maamuzi sahihi yaani, yani mahakama kutoa maamuzi sahihi kwanza kutoa maamuzi sahihi kwa upande wa kufungua mashtaka yani, anajijua kwamba sasa anaenda kufungua mashtaka haya, ninao ushahidi wa makosa ya kifedha na mashtaka, na hatimaye kufanikisha eh, ile kesi mahakamani kwa sababu ushahidi utakuwa umejitosheleza na hata baadaye kuweza kutaifisha mali zinazotokana na makosa hayo. Mimi naomba kwa kweli sana sana sana sana na prosecutors, uh, wapelelezi naomba tushirikiane tu, tu, na tuwasikilize au tusikilizane na tufundishane pamoja yani, katika hii vita haiwezi prosecutors you can't work alone, na wapelelezi you cannot work alone otherwise ndo tutakuwa tuna kila siku tunaonekana majokeri, okay. Kwa hiyo nimepitia mada mbalimbali zilizomo eh, kwenye ratiba ya mafunzo haya nikaona mambo ambayo yatajadiliwa ni mazito na mahususi kwa muktadha mzima wa makosa ya kifedha ikiwemo digital and forensic evidence, e, use of science in exposing criminal organization. Na nimeona kuna kukumbushana kuhusu maadili very very very important na yani, kwa kweli hongereni kwa kujiweka hii swala kwa sababu kama nilivyosema, wenzetu na financial muscles yani maadili kwa tukukumbushane kwa kweli on this na jinsi gani in financial investigations inasaidia successful prosecution crime narudi kule kule, sio yale makosa ya aliona alitenda alisikia. We have to get good kwenye hii masuala ya in, in financial investigation kushinda kwenye prosecution of this kind of crime. Pia kwa niaba ya ofisi ya taifa ya mashtaka um, mkoa wa Morogoro nipende kuwakaribisha katika mafunzo haya, na haya mafunzo tumeandaa kwa lengo kubwa tu kuhakikisha tunawapatia uh, tunawaongezea ama kukuza ule uwezo tuliokuwa nao, sasa tunaukuza zaidi kwenye maswala ya makosa ya kifedha pamoja na makosa mengineyo yanayohusisha ushahidi wa, wa kisayansi. Uh, kama alivyosema Karen, sasa hivi tunasisitiza, dunia imekwenda mbali, tuna masuala ya artificial intelligence kwa hiyo ushahidi bila kwenda kwenye sayansi kidogo tuna, tukibakia na ile tunahitaji nini, zile traditional approach ambayo tumekuwa tukienda nayo kila siku mtu ameona sijui circumstantial na nini, lakini sasa twende mbele tutumie sayansi. Pasababu, kwa sababu tunazungukwa na simu tunazungukwa na ma-CCTV, wote hapa nawaona, tuna laptops si ndiyo? Um, sijui tuna vitu vingi ambavyo vyote vina ni sayansi na vitu hivyo pia haviko mbali na wahalifu, wanavitumia na vyenyewe. Kwa hiyo tukiweza kutumia ushahidi wa kisayansi, naamini utatusaidia vizuri. Lakini mafunzo haya pia ni dhamira ya dhati ya mkoa wetu wa Morogoro kuhakikisha tunafanya upelelezi na uendeshaji wa mashtaka ambao unakuwa na ufanisi mkubwa na unaolenga kukomesha uhalifu katika mkoa wetu wa Morogoro, lakini tunataka kujenga mkoa salama ambapo wananchi wake wanaweza kufanya shughuli zao za kiuchumi na kijamii kwa amani bila woga na bughudha, kwa kuogopa vitendo vya kiuhalifu. Lakini pia natambua tumekuwa tukipitia uh, faili za kesi, lakini tumekuwa pia tukipoteza kesi nyingi mahakamani. Uh, kwa hiyo uh, naamini kwamba hizi changamoto ni moja ya vitu ambavyo pia vimesema, uh, vimepelekea sisi leo tukasema tukutane mahali hapa tuweze kukumbushana tena vile vitu ambavyo ni vya msingi katika kukusanya ushahidi wetu katika kuchambua ule ushahidi, lakini ni namna gani basi tuwasilishe mahakamani, ili mahakama ikiupokea na ikiweza kutafsiri iweze kufikia yale ma mwisho um, ambao wote tuna utamani. Ukiwa prosecutor tunatamani conviction, lakini sasa, bila kujenga misingi thabiti, hatutaweza kupata zile conviction ambazo tunazitamani.